Mtazamaji wa Manyunyu TV moja kwa moja tokea mkoani Morogoro, ambapo mapema leo Juni 29, 2025 kanisa la kirutheri la kiinjili KKKT Morogoro kupitia usharika wa mji mpya limezindua rasmi msimu wa kwanza wa mbio za kilomita 2.5, kilomita 5 kilometa kumi na kilometa 21 zilizopewa jina la Ebenezer Sekondari Marathon 2025. Jambo hili ni jambo la msingi sana tunapowakumbuka watoto wanaotoka katika mazingira magumu. Kila, kila mshiriki anahitaji kujisajili ana, anaanza kujisajili sasa hivi. Katika mashindano ya Ebenezer Marathon naomba wadau pamoja na washiriki wengi wajitokeze kwa ajili ya kusapoti mashindano haya. Sasa naishukuru sana Ebeneza kwa kuja sasa na mpango huu ambao, kwa kubuni huu mpango wa marathoni ambao utaongeza wigo kusaidia watoto wengi zaidi, na mimi nawathibitishia kwamba kweli sheria, kanuni eh, na taratibu za na miongozo ya, ya, ya michezo imefuata. Tunaanza kuchangia sasa. Changia kadiri ya uwezo utakaokuwa nao. Mbio hizi zina lengo la kukusanya kiasi cha shilingi za Kitanzania milioni mia nne, ili zisaidie kuwasomesha wanafunzi wa sekondari hamsini waishio katika mazingira magumu ambapo imekadiriwa kila mwanafunzi atagharimiwa kiasi cha shilingi milioni nane kutoka kidato cha kwanza mpaka kidato cha nne. Mbio hizi zinatarajiwa kufanyika ifikapo Septemba 13 ya mwaka huu 2025, zikiwaleta kwa pamoja wadau wa maendeleo katika kurudisha kwa jamii kutoka katika viunga vya Morogoro, Tanzania kwa ujumla na nje ya mipaka ya Tanzania, kwa heshima na umuhimu wa mbio hizi uzinduzi huu umefanywa na baba askofu mkuu wa kanisa la KKKT dayosis ya Morogoro Jacobo Mameo Ole Paulo. Tiketi zetu za marathon zina gharama ya shilingi 35. Unapolipia shilingi 35, utapata tisheti ile kwa ajili ya marathon, lakini pia utapata medali kwa wale watakaokimbia kilomita 21 na washindi lakini pia utapata maji na viburudisho mbalimbali njiani katika marathoni yetu. Na upande wa tisheti hii niliyovaa, gharama yake ni shilingi elfu ishirini na tano. unaipata popote utakapokuwa maeneo ya Morogoro, inakufikia na utakuwa umeshiriki pia katika kusaidia vijana wetu hawa. ni iombe jamii kwa ujumla, wakazi wa Morogoro, wa nje ya Morogoro, wa Tanzania kwa ujumla, na wadau wote ambao wana moyo wa kujitolea ambao wako tayari kutusaidia kufanya juhudi hizi za kuokoa ndoto za watoto ambao wanaonekana kupoteza tumaini huko nyumbani kwao waliko kwa sasa. Nikukaribishe kulipia tiketi yako na utashiriki, utakimbia, utakutana na, na wadau mbalimbali. Jina naitwa Mr. Omar Mohamed Kibukila, mimi ni katibu wa chama cha riadha mkoa wa Morogoro. Nawathibitishia kwamba kweli sheria, kanuni eh, na taratibu za na miongozo ya ya, ya michezo imefuata eh? Kwanza niwaeleze wazi kwamba riadha ni mama wa michezo yote katika ulimwengu. Huwezi kucheza mpira bila ya riadha, huwezi kufanya mchezo wote bila ya riadha. Kwa mantiki hiyo eh, mimi naungana na hawa wa Ebeneza Marathon. Eh, Ebeneza Secondary Marathon kwa ajili ya jambo jema, naitwa ndugu Maimu Dafa. Nasimama hapa kwa niaba ya uh, Chris Foundation taasisi ambayo iko kule nchini Ujerumani ambao kwa kushirikiana na Jimbo la Morogoro mjini KKKT wamekuwa wakisaidia watoto yatima. Sasa naishukuru sana Ebeneza kwa kuja sasa na mpango huu ambao kwa kubuni huu mpango wa marathon ambao utaongeza wigo kusaidia watoto wengi zaidi hasa katika jamii yetu hapa Tanzania. Eh, sisi kwa uwezo au eh, kiasi cha fedha ambazo tunapewa na Crest Foundation ni kulipia watoto watano kila mwaka. Kwa hiyo sasa hivi tunaamini kabisa kwamba watoto wengi zaidi wenye uhitaji na changamoto wanakwenda kufaidika na huu mpango mzima wa kusoma, kupata elimu nzuri ya sekondari na hata kuendelea mbele na masomo zaidi. Naitwa Christopher Ngao, ni kocha Ariaza Mkoa wa Morogoro. Wito wangu katika mashindano haya ya Ebeneza Marathon, naomba wadau pamoja na washiriki wengi wajitokeze kwa ajili ya kusapoti mashindano haya. Mtazamaji, kama ndio mara yako ya kwanza kujiunga nasi, tunaitwa Manyunyu TV, mabalozi wa kutangaza mkoa wa Dodoma. Na kama bado hujatufuata kwenye vyanzo vyetu vyote vya taarifa katika mitandao ya kijamii, tunapatikana kwa jina la Manyunyu TV, lakini pia usisahau kusubscribe chaneli yetu ya YouTube ili uwe miongoni mwa watu na wanufaika wa kwanza kabisa kupata taarifa zote zinazokuwa zinajiri kutoka ndani ya nchi yetu na nje ya mipaka yetu. Hii ni Manyunyu TV ni yako.